Aye. Ah, nasikia mbaya sana. Leo jua imewaka. Nimekaa kwa nyumba baridi, baridi, baridi, baridi, baridi. Na nyumba yangu iko na baridi nyingi. Ai, nasikia mbaya sana mimi. Kutoka asubuhi. Nimeumwa, nimeumwa. Mboga, mboga, mboga kuna. Wewe msichana wangu, uko wapi? Uko hapa. Hebu kuja nikutume. Leo kwani nasikia ukura nini? Sasa dawa yangu inaniambia Nikule machungwa. Niko na tena popo hapa. Sina pesa nyingine juzi ndangi kazi. Kiimbia kwa Mama Lucy, umwambie, akupe machungwa mocho nilete. Juu nimechinzi kukula machungwa. Na ukuja kwa haraka. Juu niko na kiu sana, niko na kiu. Hebu bongo inaleta shida. Hiyo gonjo yake ni mbaya. Hiyo gonjo ni mbaya sana. Ni mbaya. Kitu kama ugonjwa ni mbaya.

Ni karatasi. Hata ni machungwa. Hebu rudisha hii machungwa. Mahali umetoa hata ni machungwa. Kitu inakaa kama mpira inakaa ngumu. Nani amekuzia machungwa? Eh? Machungwa. Baba vipi? Mbona una no, sasa? Habari. Mzuri sana. Ni nini mbaya? Anachua na kwamba msichana yangu hey. Toka chana mwili yangu inaniuma hata hey, sijasikia vizuri. Hey. Niko mgonjwa. Mm. Lakini sasa kiu niko hey, na kiu ya kukula machungwa. Hey. Nimemtuma machungwa kwako. Oh. Analeta mpira. Hey, sasa nimemwambia achukue machungwa mbili hapo kwa kipanda. Amechukua. Hai, hai. Amechukua mpira, sio machungwa. Amechukua mpira ya watoto. <laughs>